Sanga TV pamoja na Chapesa TV, karibu sana tuzungumzie mengi ya kimichezo. Mbele yako tupo na shabiki wa Simba ambaye e, siku za nyuma alitrendi sana na leo upo na mwonekano tofauti. Kuna mambo vipi bwana? Fresh yenyewe uko vizuri oji oji yenyewe bala, ndio umefika Benjamin Mkapa eh la mahomo wenyewe. Hii ni bala. Na mashine ya kazi chini uhakika hapa yenyewe nabidi usroroe kwanza, kama hapo yenyewe Zabukuso baba yake. Mchezo wa leo unaonaje? na Simba mnaingia kwenye huu mechi mkiwa na matumaini ya kushinda au mnaenda kuzuia? kwa kwanza, unajua ile kitu ya kwanza yenyewe kama unabidi tu upige jibu mstari, maana kushinda goli tatu ni kitu ya kawaida iliyopo yani mm. hii goli dakika ishirini na nne lipo goli kama dakika thelathini hivi liko hapo yenyewe Tukija tukishinda hapo dakika sabini tena tuna goli hey. hey, tatu hapo za uhakika yenyewe ni balaa, uhakika kabisa. haina hey, mbili kwenye moja yenyewe. Mbona kama ume, umetabiri dakika zenyewe, lakini pia umetabiri magoli matatu kwa mpinzani ambao wanaonekana kama mgumu hivi, hasa unajua, hey, mnyama anajikubali, yaani hey, ni mwako mwako ainaga yeye hey, imeisha yaani, hiyo chhii vipi, jana wapinzani pale Zanzibar wamecheza na kuna goli ambalo kidogo limekuwa wana, wanasema e, Yanga wamepata ushindi wa dhuruma. Wewe ulitazama mechi yenyewe? Mechi nimeitazama yenyewe bwana, nimeisorora kwanzia machokodo yenyewe, nikaicheki ni gani yenyewe pale, sema sitaki nisiongee mengi sana. Unajua wataweza wakasema lada e, chuga anajua kutoka ndia sana ni gani yenyewe, ila ukweli bwana yenyewe hey. Ile ilikuwa ni goli yenyewe. Ni goli kabisa. Ni goli kabisa. Hamna ma ofside wala ni gani pale, ilikuwa ni kusororoka, sema ni gani yenyewe. Mm. Refa si wa bongo ule ni gani yenyewe wamemsororola home. Eh, babu yake ni balaa yenyewe. Oh, so kubebwa tu. Eh. Na mbereko kabisa yenyewe. Mbereko kabisa. Unyama yenyewe. Ilikuwa ni sare ile game. Sare kabisa. Si wa inye. Inye. Eh, ni vile tu yenyewe sasa tunajua yeye si wote ni wabongo yenyewe uwezi kumkata yenyewe damu yako yenyewe. Lakini ile kimaelekezo muko mbiki tarani gani yenyewe? Eh. Ah ile ilikuwa ni magoli. Lipi kundi gumu kati la wao na la kwenu? La kwetu ni balaa. Eh? La kwetu ni balaa yenyewe. Wao wanasema wako na bingwa. Oh, bingwa gani? Alio hali? Eh. Ah. Sasa alio hali sio tulimfanyaje hapa? Eh? Tulimfanyaje sisi? Gani ule pale ile? Yaani ile ni gani tu yenyewe? Yaani wale pale yenyewe. Unajua siku zote mfanyaje yenyewe hata acha kutapatapa. Eh. Hii hata zororo yao malomoni yao tu ni gani yenyewe? Lakini kichapo kiko pale pa. Eh, hatuwaombe mabaya. Wasijasema yenyewe Simba tunawakandia. Sio yenyewe tunaombea mazuri katika ile moko na mbili yenyewe. Yeah. Wasororoke hata washinde j tukutane nao fainali tuwanyonge mm. Nimany neno hey, moja kwa kocha Dimitar Pantev shout out, shout out, anaelewa, anaelewa yenyewe. Nibala mchezaji yani, ambaye leo unaona akitoka na ushindi katika mchezo wa leo hapo y maelekezo, hawa lazima wapige ile moja. Hiyo ni kitu ambacho nimeshaandika kabisa, Mutale. Eh, yani ni kitu ambacho nimeshaweka hapo baba yake yenyewe ina mbili wala mu. Eh, alafu sio la tatu hapo yenyewe. Mimi mwenyewe hapo kamanda. Eh, balaa yenyewe. Shukrani sana. Gudi gudi yenyewe.